na ujasiriamali lakini kwa kiwango kikubwa tumesahau nafasi zetu. Habakuki anasema mimi Habakuki ndio nitasimama kwenye zangu, sitaki mtu mwingine anisaidie. Leo tuna vilio vingi sana kwenye ndoa, wanawake wengi tukiwafunua mioyo mioyo, imejaa uchungu kwa maumivu wanayoyapitia, lakini wakati mwingine ni sisi wenyewe tumeruhusu haya mambo yatokee. Jaribu kufikiri mwanamke yoyote wanawake wangapi leo wameuziwa viti wameuziwa tv wameuziwa makochi wa. Kwa nini hamtaki kukaa kwenye zamu? Kila unachoambiwa unadaka, wakati mwingine hata ufanyi upembuzi ya kinifu juu ya kile unachoambiwa ufanye, ukisikia tu umekuduka. Kuna mkopo finka, unaenda. Kuna mkopo braki, umeenda. Kuna mkopo seda, umeenda biashara. Amina. Lazima uwe maskini kwenye maisha yako.